Mnamo majira ya jana mkutano wa John Heche uliweza kuvamiwa huko mkoani Tabora katika wilaya ya Igunga ambapo ilikuwa anafanya mkutano huo wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, ambapo vijana wenye mapanga pamoja na visu waliweza kuvamia mkutano ule, lakini mlinzi wa mwenyekiti msaidizi wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche aliweza kujeruhiwa katika varangati hilo ambapo iliweza kutokea mkoani Tabora. Sasa majira ya leo mapema, siku ya asubuhi, Kigogo ameweza kumripoti kijana ambaye anasadikika kuwa ndo aliyevamia mkutano ule, na huyu hapo akaweza kutaja sifa zake kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu jinsi kama alivyokuwa kuandika Kigogo kupitia ukurasa wake eh, wa Instagram akisema ukijana ndo alihusika katika upande wa caption site, aliweza kuandika kama ifuatavyo: Kigogo aliyevamia mkutano wa John Heche afahamika, jina lake halisi ni Elbariki Mnyiramba kutoka Singida, ni mtaalamu wa kareti, aliwahi kufanya kazi CGA Security Dodoma mwaka 2020 hadi mwaka 2022 na, na kupokea mafunzo ya mgambo Singida na CJKT lakini akaweza kusema kwamba mtandaoni anatumia jina la Rehobot Elkane Kenny. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Kigogo kufuatia mkurasa wake wa Instagram. Kijana mwenyewe huyu hapo, jinsi kama unavyoona picha yake eh, ni kama vile ana mafunzo kwelia karate, jinsi kama unavyoona hii picha, huyu hapo. Sasa baada ya hayo yote, nimekuwekea klipu hizi ambapo baada ya varangatilo kutokea, jinsi John H alivyoibukia kituo cha polisi pale Igunga, alivyoenda kutembelea na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku askari akaweza kumwomba msamaha. Sasa bali na hayo yote, nimekuwekea video tazama, lakini pia utaweza kushia comment yako kuhusiana na huyu kijana <todicomu> ambazo hazipo leo. Sisi tunawaambia kwamba kuna watu wanakuja kufanya fujo, halafu hata polisi leo hapo wako wapi? Kuna mtu anaona polisi hapa? Kwao tunajilinda wenyewe, wakati wao wanatakiwa kutulinda sisi, sindio? Na hawalipwi mishwapanda za sisiamu peke yake, na fedha zenu, sindio? Nyinyi wote simnalipa kodi niyo? kama mnalipa kodi sindio, zinawalipa mishahara au nyinyi sio raia wa nchi hii? Ni raia. Polisi wako wapi hapa? Hawapo, tumempigia asidii simu hapa kupitia kwa mwenyekiti anapokea, hakuna anachongea, na kitua anaambiwa kiko nyuma tu hapo, wapo si ndio? Leo polisi wako wapi hapo? Kwanini tusijua Hizi ni hujuma za wazi zinazofanywa si ndio? Na tumeiona hii trendi imeanzia Kondoa, wakataka kufanya Manyoni, tukawadhibiti. Sasa hapa wamekuja tena kufanya kwao hii kitu inaonekana wazi serikali iko iko iko nyuma yake sasa sikilizeni sikilizeni sisi sio wanyonge sisi wananchi sio wanyonge sisi sio hii kanda ni kanda yangu mimi ni mwenyekiti wa kanda hii tuna mikutano mingine inaendelea tunayo manonga leo tuna nzega na tuna tabola mjini Ole wao kule kifanyike kitu kama hiki, ole wake kifanyike kitu kama hiki. Tunaelewana? Tuheshimiane. Tue, tuheshimiane. CCM wanafanya mikutano yao kwa amani, kama hawapati watu isiwe sababu ya kutaka kuvuruga chadema inapopata watu kama hawapati watu wasiwe na sababu ya kuja kutaka kuvuruga mikutano yetu. Sawa jamani? Sisi tumekuja hapa kupigana na watu? Hapana, tumekuja kuongea na nyinyi, ndio si ndio? Kama mngekuwa mnajua tunakuja kupigana au tunaleta fujo, mngekuja hapa? Mmekuja kwa sababu mnajua CHADEMA ni chama cha amani, ni chama ambacho kinakuja kuongelea masuala yanayohusu maisha yenu, si ndio? Na ndio maana tulipofika watu wamemkabizi matatizo na kero mwenye makamu mwenyekiti wetu, si ndio? Kwa sababu anakuja kuwazungumzia nyinyi, si ndio? Hivyo sasa, hii kitu mtu anakuja na kisu, yani unakuja unakuwa na kisu na unafanya fujo alafu unachomoa kisu. Wakamanda sogeni, msiogope, sogeni, sogeni mlioko mbali, sogeni, tuendelee, sogeni, tusiogope, njoni, joni, joni, njoni, joni. Mlioko kule kwenye miti njoni, sogeni, sogeni, tuendelee, tutajilinda wenyewe, licha ya ukweli kwamba hapa tuliandika barua na polisi wakaijibu, lakini leo hawajaleta ulinzi, sindio? ingekuwa sisihemu wanafanya mkutano sasa hivi asinge kuwepo polisi wasinge kuwepo. nikisema ni hujuma nakosea nikisema kwamba alitumwa nakosea asante sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni huko makamanda sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni sogeni, sogeni, sogeni. sogeni. mlioko kule mbali tusogee twende sogeni ulikuwa unaendelea kuhutubia karibu Igunga pim. Sasa, kabla sijamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama chetu azungumze, nyinyi watu wa Igunga, yale nilikuwa nataka kuwaamia ndio yametokea. Ukweli ni kwamba CCM na serikali yao wanashindwa kujibu hoja zinazozungumzwa na CHADEMA. hmm. hmm. hmm.

mwenyewe, mm -hmm. Nasikitika kwa kweli, nimefika kwenye gari ya polisi eh, nimefika pale, namuuliza mm -hmm. vipi na wewe humu, ikaanza kuongea na mapande mm -hmm. ananiambia hamna shida, kabidi sanije hapa, ndo nimekuja kujua ukweli mm -hmm. naomba msamaha, umiza watu, naomba msamaha kwa, kwa niaba yake mm -hmm. Ninaumia sana, naumia kwa kitendo nimeona. Nilikuwepo mkutanoni, nilikuwepo itachukua nafasi ni njema halafu, anatoka kumazu kama wao kweli. Kazi hii mimi nafuatilia kwenye mitandao, na tunahamasisha hili swala kila siku napokweni na tone tone tunachangia. Asante sana.